Kwa hivyo huyu mfalme aliona ya kuwa hawezi kutoa kutoa nini hongo. <laughs> Mungu hawezi kumpa hongo, na mauti inapokuja, hakuna hongo rafiki yangu. Akaona hata kama alikuwa mfalme angeweza kuita jeshi lake limupiganie, lakini akasema la, la. Apo hakuna njia, mauti imekuja na ina hasira kabisa, leo siweze kuikwepa kwa kwa nguvu za binadamu. Akasema hata dawa yenyewe imeshinda imeshindwa, ime, ime kwa sababu alikuwa hospitalini, akasema no. Lakini badala ya kufikiria hayo yote, kwenda kwa kwa wachawi, kwenda kwa, kwa wazimu, sijui ni kwa nani akasema huyu Mungu hata kama ndiye ametuma Yesaya lakini ninapoomba tu Mungu atanisikia. Biblia inaniambia katika kitabu cha Yakobo sura ya nne mstari wa kwanza na pili. Biblia inasema hamuna chochote mnachohitaji. Si kwamba Mungu haweze kuwasaidia, si kwamba nyie, anasema ni kwa sababu nyinyi hamuombi. Rafiki yangu hata mauti inashindwa na maombi. <laughs> Hiyo ndio siri ya kwanza ninakuambia. Ya pili, kwa sababu ya kwanza ni kujua kuna Mungu ambaye ndiye anashinda mauti na anaweza kutushindania. E, ya pili ni kwamba ni kupitia maombi. Watu wanakufa kwa sababu hawajaomba. Watu wanakufa kwa sababu wapasta hawakufukuza mauti watu wanakuwa kwa sababu watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, hata watu wa Mungu haimaanisha hata kama ni wafupi, warefu, wembamba, wanene, sijui, lakini tumepewa nguvu na mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge. Luka sura ya kumi mstari wa kumi na tisa Tazama, nimewapa nguvu na mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, tena nguvu za adui yeyote, na pia hakuna chochote kitakachowadhuru. <laughs> Haleluya! mtakunywa sumu sumu, itakuwa proteina itakuwa vitamini. Oh, watawatega mitego mitego itachukua ita, ita wale ambao wamekuja kuwafanya, watawatumia mapepo mapepo itawarudia wale wale ambao watumia yo mapepo kwa sababu tumeomba kwa sababu umejua ya kuwa kuna Mungu ambaye amekupa nguvu na mamlaka. Hauwezi kuomba kama hauna nguvu. Hizo nguvu pia nazo tunazipewa, rafiki yangu. Hivo ni vitu vitatu tunapotaka kujua Mungu, unapoomba anakupa nguvu na mamlaka, na wewe unakwenda kama yeye. Yohana kumi na ine mustari wa kumi na mbili mpaka kumi na ine Tazamele, mukiwa na imani kama mukiwa na imani ndani yangu ndani ya Mungu, chochote mulicho niona mimi Yesu nikifanya, chochote mulicho sikia Yesu amefanya, na nyinyi mutakifanya, ata vikubwa kuliko hivyo mutakwenda kuvifanya. Haleluya! Oni Yesu ameesema maana yake alifufua wafu, na wewe enda fufue wafu. Maana yake alifukuza mauti kwa Lazaro, na wewe fukuza mauti ndani yako, fukuza mauti ndani ya familia yako, fukuza mauti ndani ya nyumba yako, fukuza mauti ndani ya kanisa yako, fukuza mauti ndani ya nchi yako, fukuza mauti ndani ya dunia, kwa sababu sisi Mungu ametutuma kwenda hata mpaka mwisho wa dunia na pia mwisho wa enzi <laughs> tuko na muda mrefu sana na pia tunapaswa kwenda mbali. Haleluya! Kwa hivyo kaomba, rafiki yangu. Watu wanakufa kwa sababu hawaombi. Pasta, watumishi wa Mungu, mauti na ingia ndani ya nchi na maliza watu kwa sababu maombi kidogo ndani ya nyumba yako mauti na wachukua kwa zao maombi kidogo. Na wewe ambayo unanisikia sasa, acha nizungumze na wewe peke yako, na wewe ni hivyo hivyo. Kama maombi yako ni kidogo, kama wewe haujue ya kuwa umepewa nguvu na mamlaka ya kufukuza mauti na kuikanyaga kabisa, mauti itakufuata na mauti itakuwa na neno kusema juu yako lakini kama we ni muombaji, lakini kama we una imani, lakini kama we unamjua ni Mungu aliyekwambia ya kuwa unaweza kufukuza mauti, nataka kukwambia, mauti itakuinamia. Mauti itachukua wengi, lakini si wewe. Haleluya! Kwa hivyo akaomba, nilikuwa Tanzania nika alala ilikuwa Saturday, jumamosi usiku, nikaota nikaona kijana ambaye tuliishi naye tukasoma naye na baadaye, 95 ama 96 akafariki. Sasa mimi usiku nilipolala, nikaona niko namwambia ule kijana omba, fukuza pepo la ukimwi. Ninasema nini? Nikamwambia omba na ufukuze pepo la mauti. Sasa yeye akaniambia, nimeshindwa, i can't, siwezi. Sasa mimi pale pale nikajiona ni wanafukuza pepo la ukimwi. Pepo la ukimwi katika jina la Yesu Kristo, tumepewa nguvu na mamlaka ya kukanyaga nyoka na inga. Ninakuja kwako na kukufukuza na kuamuru ondoka ndani ya huyu mtu katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba damu mpya, naomba maji mapya ndani yake. Pepo la mauti, ondoka ndani yake. Oh, pepo la ukimwi ambayo unaleta mauti, ondoka ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Nikaendelea, nikaendelea. Amen. Omba, rafiki yangu, ushindi luko katika maombi. Maombi kidogo nguvu kidogo. Amen. Kwa hiyo kesho yake ikakuwa Jumapili, nikaenda kuhubiri, sio mimi nilihubiri. Tukaenda kanisani, mama moja kahubiri. Alipomaliza kuhubiri, akatuombea watumishi wa Mungu, njoni tusaidiane tu tuombee hao watu, tukakuwa mulongo msoro mulongo mrefu. Mimi nikaenda kwa mkono wa kushoto nikaanza kuombea mtu wa kwanza, nikamwambia enda. Wa pili, amen, enda. Wa tatu, amen, enda. Alipoenda sauti kanamba huyu haendi. A -a, ha, nikaomba tena kumwambia enda, sauti tena haendi. Ha, nikamuuliza shida uliyo nayo ni nini? Sio vibaya kuuliza watu nikuombee nini, tunaomba Roho Mtakatifu ndiye anaomba, hata kuna wakati unaweza kuuliza mtu ni nini. Sasa akaniambia mimi nasikia maumivu hapa usogo, kisogo. Ha, sasa nikaomba tena. Nilipomaliza kuomba nikamuuliza ulijihisi uli, ulijihisi nini ama namna gani lipokuwa nikikuombea? Unajua na Yesu aliwahi kuambia mtu uliona nini, unaona nini? Na nilikuwa kipofu, kwa hivyo nikamuuliza, baada ya kukuombea, wakati nilikuwa nikiomba, ume, umepata nini ama muone nini? Akasema nilisikia joto sana ndani ya mwili wangu pale pale, ile sauti ikaniambia, kumbuka ndoto ya jana. Hey, jamani, kwa hivyo sasa nikaona mbele yangu nina mgonjwa wa ukimwi, na ilikuwa huko beleni, ilikuwa elfu mbili na tatu ama elfu mbili na, na mbili tatu, eh. <tipulikia> iyo miaka miwili moja wa hiyo. Kwa hivyo nikasema sasa, Mungu, nikamwambia Mungu, Mungu huyu mtu simuombee sasa hivi kwa sababu siwezi kusimama mbele ya watu hapa, niseme, ya watu hapa niseme ukimwi toka kwa, acha nitafanya baadaye. Tulipomaliza ibada ni, akaenda nikampeleka kwa ofisi. Tukaoa, nikamwambia rafiki yangu, uliwahi kwenda hospitalini kupeleka damu? Akasema ndio, wamekuambia ni, ni. Wame ni. akaniambia nina ni, ni, ni malaria. Nikasema rafiki yangu, hiyo ni utani, sio malaria, nakuuliza ni ukimwi, mimi hapa nazunguzia ukimwi Akanayambia pale pale, alipofungua mdomo akaanza kulia. Nikamwambia leo, upendo sipendu, si utapona. <laughs> Haleluya. Mdolo kijana kaendelea kulia, akasema mchungaji, mimi nitapona kwa sababu hakuna mtu duniani isipokuwa mimi na mama yangu na watu wa hospitalini mahali nilipokwenda, hakuna mwingine alikuwa anajua hiyo chitu. Akaambia mimi nilikuwa mtumishi wa Mungu lakini nikakosa hela. Nilipokosa hela vile, nilikuwa nasema badala ya kwenda kwa Mungu, akaenda tena hapa nyumba, akarudia sasa, kwa kutumika kazi, akaenda kukuchimba kuchimba, anapaita nini tena, Mererani, sikumbuke kama ni Mererani. <coughs> Hey, sikumbuke kama ni Mererani, lakini akwenda kuchimba hii Arusha tunaita safu safir kwa Kifaransa tunaita safir, kwa Kiingereza ni safaya. Haleluya! Akaenda akaenda huko sasa, alipopata hela badala ya kutumikia Mungu na hizo hela akaingia sasa ndani ya pombe na akaingia ndani ya nini ya washarati. Hapo hapo sasa ndipo alipata hiyo ukimwi, nikamwambia rafiki yangu, leo nikasikia furaha sana. Hata siku ingine mtu mwingine naye akakuja kanisani hapo hapo. Uh, nilikuwa naye akaniambia shida, eti wamemfukuza mahala alikuwa amepata kazi, hiyo siku. Kesho yake aliporudia wakamfukuza. Sasa alipokuja kuniambia hiyo shida, akaona mimi nacheka. Si kwamba nilikuwa namchekelea, nilikuwa tu nasikia furaha ya kuwa Mungu anakwenda kumuonesha na nguvu na uwezo, na Mungu anakwenda kumuonesha anaokoa wa, amene akapata kazi wakamrudisha kazi. Kwa hivyo nawe, kijana, nasikia furaha kwa sababu Mungu anakwenda kumtendea maajabu. Nikamwambia, enenda tena kesho hospitali. Enda wakupime tena, kwenda kaniambia, nitaenda. Sijui shetani aliingia ndani yake namna gani, akaogopa ogopa tena, lakini siku moja tulipokutana, baada ya mwezi, kabla hajaenda nikamwambia, akaniambia mchungaji, maraika mwenyewe usiku huyu alikuja akaniambia, aka aka, kwa nini hauende hospitalini? Haleluya! Kwa hivyo alipokwenda hospitalini kujipimisha, wakakuta hanuna ukimwu atakidogo dali. Haleluya, tuna Mungu ambaye anaweka njia mahala ambapo akuna njia. Tuna Mungu anapofu, anafunga mulango yanili ya, ya, ya, ya mauti na mauti hai inajua, kama Mungu anasema mauti na kimbia kuna mauti ukimwu ulikuna ule kijana, lakini Mungu akamuponya na mauti kaondoka pale. Haleluya. Mungu muletee ukimwi, muletee diabetes di sukari, muletee nini uh, shida ya, ya moyo, muletee ugonjwa wa aina yote. Mungu ana uwezo kuiponya, na mauti itakuwa na aivi takimi Eva. Kijana anakuja anatoa ushuhuda kanisani, aleluya. <laughs> Sasa baada ba ya ba kutoa ba ushuhuda mimi nikaenda da, nikaenda Dar es Salaam kutafuta kutafuta visa. Nilipokuwa pale, kijana kanipigia simu akanambia, mchungaji, mambo si mazuri. Ah, ndio si mazuri namna gani? Mungu ameshindwa tena? Mungu ameshindwa umeugua tena? Akasema hapana, mchumba wangu. Unasikia? <laughs> watu walikuwa walishaonana kabla hawajani hawajafunga ndoa, kwa hivyo alipo akaniambia, nilikwenda kwa ili tujitayarishe arusi ndoa. Tulipokwenda wakampima kakuta naye kumbe, nilishamwamkiza. Ah, sasa mimi nikamwambia kama binadamu pale pale, nikasema mimi ninaangojea visa yangu labda siku tatu hivyo, nitakuja aliporudia. Haleluya! Ah, mfurahiene, Mungu wetu ni wajabu hana upendeleo. Biblia inasema katika Marko kumi na sita mstari wa kumi na sita, tazameni ishara zitakazofuata yeyote atakaoniamini kwa jina langu atafukuza mapepo, atawekea mikono wagonjwa, wagonjwa wataa, watapona, atakula ulozi, ulozi. Haleluya! nyoka tamuuma, hatakuwa na chochote, hakuwa hakuna msiba. Haleluya! Kwa hivyo huyo uh, kijana alipofika nyumbani usiku, Mungu akamtokea, akamwambia kwa nini unakwenda kumfanya mtumishi wangu achoke? Si uliona kile alifanya? Si alikugombea tu na wewe? Enda na na, na, na, na mchumba wako mjifungie mahali, siku tatu tu muom, pasipo kunywa na kula. Siku tatu mtakazo zimalize, utamwekea mkono na atapona. Haleluya! hivyo hivyo alivyoifanya mchumba wake, ikafanya nini? Akapona. <laughs> niseme nini wewe well, ambaye ulikuwa una, una, una mauti ndani yako, ndani ya nyumba yako, ndani ya chenyama mahali -ch kote -ch ambapo huko na kuletea habari njema leo, tunafukuza mauti ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Nafukuza mauti ndani yako, iondoke katika jina la Yesu. Ah, unakwenda kuona Mungu tunayemtumikia ya kuwa na nguvu na mamlaka. Na wewe ninaacha nguvu ndani yako, Roho Mtakatifu akushukie akupe hizo nguvu Yesu alizotuachia za kufukuza mauti na kufufua wafu. Oh, ninajua kuna watu ambaye wanaanza kusema huyu naye asilete vitu ni vitu vya kidogo kidogo, kwa sababu waliporudia Yesu aliwambia, hata kama mliona shetani mapepo ikianguka, mimi nimemuona shetani akianguka chini kama kama moto, haleluya. Na akawambia lakini ya kuwa mumefanya ishara na miujiza, mufurahie ya kuwa majina yenu yani yanaandikwa katika kitabu cha uzima. Haleluya, pokea nguvu za kufufua wafu, wewe ambaye unanisikia, ninasema pokea nguvu za kufufua wafu, ponya wagonjwa. Oh, funga mfunga milango ya shetani, haribu kazi za shetani katika jina la Yesu Kristo. Tumepewa nguvu na mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge, leo ninakuletea habari sio kwamba sitaki tena wewe ufuku, pepo la mauti likufukuze tena uende kwa, kwa, kwa walozi uloge watu. Etu, wanataka kukuua? Hapana, sitaki tena uende kufanya mikataba na shetani etu una magonjwa shetani akikuponi utamutumia. ah, ah, leo ninataka kukuambia kukwambia, usiende kutafuta nguvu za giza, wakati roho roho aliye ndani yetu ana nguvu na mamlaka kushinda waantikristo, nguvu zote za antikristo ambazo zilianza tumika ndani ya dunia, haleluya.